Kanisa la Wadventista wa Sabato limehitimisha rasmi siku kumi za maombi maalum zilizoanza tarehe 7 Januari na kuhitimishwa tarehe 17 Januari 2026 zikiwa na mada kuu kufunguliwa. Habari kamili. Kanisa la Wadventista wa Sabato limeendesha kwa mafanikio siku kumi za maombi maalum kuanzia tarehe 7 Januari hadi 17 Januari 2026, zikiwa na ziki lengo la kutafakari neno la Mungu, kuomba kwa unyenyekevu, na kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya kila siku. Maombi haya yalifanyika kila siku katika makanisa mbalimbali yakibeba mada kuu ya, ya kufunguliwa. Tarehe 17 Januari 2026, maombi hayo yalihitimishwa rasmi katika kanisa katika kila kanisa na huko katika kanisa, katika kanisa la Waadventista wa, wa Sabato Mwongozo, ambako ibada zilikuwa zikirushwa kupitia Mwongozo SDA Church. Mchungaji Shadikieli Shehemba alifundisha kuwa moja ya sababu kubwa zinazofanya maombi yasijibiwe ni kukumbatia dhambi fulani, na kuwashauri waumini kupambana na dhambi, kutafuta msamaha na kuishi maisha ya utakatifu. Hatujibiwi maombi yetu kwa sababu huenda kuna kadhambi umekakumbatia. Pambana, miguuni pa Yesu akusamehe dhambi zako, uwe mtakatifu kama malaika. Bwana anajibu maombi na Bwana atatenda kwa ajili yako. Kwa ujumla, siku kumi za maombi ya kufunguliwa zimeacha alama kubwa ya kiroho kwa umini, zikiwahamasisha kuishi maisha ya maombi, msamaha Toba na uhusiano wa karibu na Mungu huku zikithibitisha kuwa maombi ya pamoja yana nguvu ya kuleta mabadiliko ya mabadili kweli katika maisha ya watu. Habari hii imesomwa nami Yustasela John na hii ni Bukelebe TV.